Miaka kumi ijayo, maendeleo ya akili bandia ya AI yatafanya wanadamu wasihitajike tena kwa kazi nyingi ulimwenguni, anasema Bill Gates. Haya alibainishwa na mwanzilishi huyo mwenza wa Microsoft na pia mfadhili bilionea alipokuwa akizungumza na mchekeshaji Jimmy Fallon kwenye kipindi cha The Tonight Show cha NBC. Kwa sasa utaalamu wa hali ya juu bado ni adimu, Gates alieleza, akirejelea wataalamu wa kibinadamu tunawategemea katika nyanja mbalimbali kama vile madaktari na walimu. Aidha, hata hivyo, miaka kumi ijayo AI itafanya huduma kama ushauri wa matibabu na mafunzo ya kitaalamu kwa bure na kupatikana kwa kila mtu, alisema Bill Gates. Kwa maneno mengine, dunia inaingia katika enzi mpya ya kile alichokiita akili isiyo na gharama. Alipokuwa akizungumza na profesa, chuo kikuu cha Harvard na mtaalamu wa masuala ya furaha Arthur Brooks, Bill Gates anaamini kwamba mabadiliko haya yataleta maendeleo ya haraka katika teknolojia zinazoendeshwa na AI ambazo zitagusa kila nyanja ya maisha yetu, kutoka tiba za kisasa na uchunguzi wa magonjwa hadi waalimu wa kidijitali na wasaidizi wa mtandaoni. Gates alieleza kuwa maendeleo haya ni ya kushangaza na pia ni ya kutisha kidogo, kwa kuwa yanatokea kwa kasi isiyo na kikomo. Mjadala kuhusu jinsi wanadamu watakavyohusiana na dunia inayotawaliwa na AI bado unaendelea. Wataalamu wengine wanaamini kuwa AI itaongeza ufanisi wa kazi za binadamu badala ya kuzichukua kabisa, na kwamba itachochea ukuaji wa uchumi na kunda nafasi mpya za ajira. Hata hivyo wengine kama afisa mtendaji mkuu wa AI wa Microsoft Mustafa Suleiman wanahoji kuwa maendeleo haya yatayibadilisha taswira ya kazi nyingi katika sekta mbalimbali na kusababisha mabadiliko makubwa katika soko la ajira. Katika kitabu chake cha The Coming Wolves cha mwaka 2023, Suleiman anaeleza kuwa AI itaongeza uwezo wa binadamu kwa muda, lakini hatimaye itachukua nafasi ya kazi nyingi. Licha ya wasiwasi wasi huo, Gates ana mtazamo chanya kuhusu faida ambazo AI inaweza kuleta kwa ubinadamu. Ameeleza kuwa AI inaweza kuchangia katika matibabu mapya kwa magonjwa hatari, suluhisho bunifu kwa changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, elimu bora inayopatikana kwa kila mtu. Katika mahojiano yake na Jim Fallon, Bill gates alisisitiza kuwa kuna kazi fulani ambazo AI haitaweza kuchukua, kama vile michezo kimwili kama baseball, kwa sababu watu wanapendelea ushindani wa kibinadamu hata hivyo, kazi zinazohusiana utengene na utengenezaji wa bidhaa, usafirishaji na kilimo zitakuwa zimebadilishwa na AI kwa kiwango kikubwa, kadri muda unavyosonga, alisema Bill Gates. anakubali kuwa maendeleo ya AI yanakuja na changamoto halali, kama vile makosa katika programu za sasa na kusambaa kwa taarifa zisizo sahihi mitandaoni. Licha ya hayo, kama angeanzisha biashara mpya, Bill Gates alisema angewekeza katika kampuni inayozingatia AI kwani sekta hii bado ina fursa kubwa kwa vijana wenye mawazo bunifu. Bilionea huyu aliona uwezo wa AI mapema karibu miaka kumi iliyopita na alipoulizwa ni sekta gani angezingatia akiwa angeanza upya, alichagua AI bila kusita. Hii ni SNS Management. Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia, katika uchambuzi wa kina, maajabu ya ulimwengu na anga.